Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA wameonyesha kumgomea msajili wa vyama vya siasa nchini mara baada ya msajili kufanya utenguzi wa viongozi wake leo tarehe 14 mwezi huu wa tano na mwaka huu wa 2025, CHADEMA wamepandisha barua kwenye ukurasa wao rasmi kabisa wa X Twitter, ambayo waliiandika tarehe 27 mwezi Machi mwaka huu wa 2025 kwenda kwa msajili wa vyama vya siasa ambapo sehemu ya barua hiyo inasema: 27 Machi mwaka huu wa 2025, msajili wa vyama vya siasa ofisi ya msajili wa vyama vya siasa, viwanja vya nane nane, Nzuguni jengo la Wizara ya Kazi, mtaa wa Nzuguni A, sanduku la posta 2851 41, 41220 Dodoma. Ndugu msajili wa vyama vya siasa, yahusu malalamiko kuhusu ukiukwaji wa katiba ya chama chenu. Moja, tumepokea barua yako yenye kumbukumbu namba HA 322 mkwaju 362 mkwaju 16 mkwaju 121 yenye kichwa hicho hapo juu. Katika barua yako ulitutaarifu kuwa mnamo tarehe 18 Machi mwaka huu wa 2025 ulipokea barua kutoka kwa mwanachama wetu Bwana Lembrus K Mchome akieleza kuwa kikao cha baraza kuu taifa mlichofanya tarehe 22 Januari mwaka huu kilikuwa kikao batili kwa sababu hakikutimiza masharti ya katiba yenu ili kuwa kikao halali. Aidha kuwa katika kikao hicho ndani ya ukumbi walikuwepo wanachama ambao sio wajumbe na baadhi ya watu hao walipiga kura kinyume na masharti ya katiba yenu. Mbili. Kutokana na hayo malalamiko yako ofisi yako imetuandikia eti, kwa mujibu wa kifungu cha 5 b cha sheria ya vyama vya siasa sura namba 258, inaitaka CHADEMA kuwasilisha maelezo kuhusu malalamiko hayo ya bwana Lembrus K Mchome ili msajili wa vyama vya siasa afahamu anachoeleza bwana Lembrus K Mchome ni kweli au hapana, na achukue hatua stahiki endapo ni kweli. Tatu, ukatutaka kuwasilisha maelezo yetu katika ofisi ya msajili wa vyama vya siasa sio zaidi ya tarehe 31 Machi mwaka huu wa 2025, sisi saa tisa na nusu alasiri. Nne, katika barua yako kwetu hukuambatanisha barua ya bwana Lembrus Mchome kwako, bali ile aliyomwandikia katibu mkuu mnamo tarehe 18 Februari mwaka huu wa 2025, lakini sisi tunayo hiyo barua ya tarehe 15 Machi mwaka huu wa 2025 ya Bwana Lembrusi Mchome kwako, na ambayo alikuandikia akikata rufaa kwako, na alisema na kuandikia barua hii kukata rufaa kwa kutoridhika na majibu niliyopokea kwa katibu mkuu. Aidha, akaendelea kudai kwa mujibu wa kifungu cha 45b cha sheria ya vyama vya siasa, ofisi yako ina wajibu wa kusimamia chaguzi za ndani ya sis ya vyama vya siasa. Tano, tunachokijua kwa mujibu wa barua ya bwana Lembrus K. Mchome ni kuwa amekata rufaa kwako na si kuwa alikutaka ufanye uchunguzi, bali ameleta rufaa kwako. Sita, tunapenda kusema kuwa kwa uelewa wetu wa sheria ya vyama vya siasa na kifungu hicho cha 5b ambacho unadai kinakupa madaraka ya kupewa unachokitaka ni kuwa ofisi ya msajili wa vyama vya siasa haina mamlaka ya kusimamia chaguzi za vyama vya siasa, na si mamlaka ya rufaa kwa mwanachama ambaye hajaridhika na maamuzi ya chama. Aidha, sheria ya vyama vya siasa haiipi ofisi yako madaraka ya kusimamia uchaguzi bali kuangalia uchaguzi. hivyo kwa kuwa ofisi yako si mamlaka ya rufaa, CHADEMA inasema kuwa takwa lako kwetu ni kinyume cha katiba ya CHADEMA na kinyume kabisa na sheria ya vyama vya siasa na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Saba, bila kubadilisha tuliyoyasema hapo, CHADEMA itakuwa tayari kabisa kukupa taarifa unazozitaka kama utaeleza kwa kina na wazi kabisa kuwa kwa taarifa hizo zitakuwezesha kutekeleza kifungu kipi cha sheria ya vyama vya siasa kinachoipa ofisi yako madaraka ya kupokea na kuamua rufaa za wanachama wa vyama vya siasa kwa upande mmoja, au taarifa hizo zinaiwezesha ofisi yako kutekeleza jukumu lipi la kisheria juu ya taarifa za vikao vya kawaida vya chama cha siasa. Nane, tunatumai kuwa ofisi yako ita, itatekeleza majukumu yake kwa mujibu wa sheria na kushughulika eh, na kushughulikia suala hili kwa kuheshimu sheria ya vyama vya siasa, katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na vilevile vile kujua kuwa mwanachama yeyote yule wa Chadema anatakiwa kutumia vyombo vya ndani vya chama kupata suluhu ya malalamiko yake. Wako katika kulinda demokrasia ya vyama vingi. Amani Golugwa, Naibu Katibu Mkuu, Chadema. Barua hiyo ya Chadema iliyoandikwa tarehe 27 Machi mwaka huu wa 2025 imewekwa wazi kwa umma kwa kupandishwa kwenye ukurasa rasmi kabisa wa X Twitter wa chama hicho cha Chadema kufuatia ofisi ya msajili wa vyama vya siasa kuelezwa kutengua uteuzi wa viongozi wanane wa, wa chama hicho waliothibitishwa na baraza kuu la chama hicho mnamo Januari 22 mwaka huu wa 2025 kutokana na kutokuwepo kwa akidi halali ya kikao hicho kwa mujibu wa taarifa ya tovuti ya Mwananchi ya siku ya Jumanne. Hatua hiyo imechukuliwa kutokana na malalamiko yaliyowasilishwa wa na Lembrus K Mchome, mwenyekiti wa Chadema wilaya ya Mwanga mkoani Kilimanjaro, kupinga uhalali wa kikao hicho kwa madai kuwa akidi ya wajumbe haikufikiwa. Viongozi waliotenguliwa ni pamoja na John Mnyika, katibu mkuu; Amani Golugwa, naibu katibu mkuu bara; na Ali Ibrahim Juma, naibu katibu mkuu Zanzibar. Wengine ni Godbless Lema, Rosie Mayemba Salma Kasanzu, Hafidhi Ali Salehe na Dr. Rugemeleza Nshala mwanasheria mkuu wa chama ambao ni wajumbe wa kamati kuu. Msajili ametoa maelekezo kwa Chadema kuitisha baraza kuu jipya lenye akidi stahiki ili kufanikisha uteuzi upya wa viongozi hao kwa mujibu wa katiba ya chama, sheria ya vyama vya siasa na kanuni zinazohusika katika mafunzo ya viongozi wa Bawacha na Bavicha kanda ya Kusini mnamo Machi 25 mwaka huu wa 2025. Katibu Mkuu wa Chadema John Mnyika alieleza kuwa akidi ya kikao hicho ilikuwa sahihi kwa kuwa kilihusiana na uteuzi wa kawaida, si mabadiliko ya katiba wala uchaguzi. Mnyika alisema kikao hicho kilikuwa na zaidi ya asilimia hamsini ya wajumbe, akisisitiza kuwa hiyo ilikuwa akidi ya kutosha kwa mujibu wa taratibu za ndani. Hata hivyo, ofisi ya msajili, baada ya kupitia malalamiko ya mchome na majibu ya Chadema, imeafiki kwamba akidi haikufikiwa na hivyo uamuzi wa kikao hicho si halali. Kwa mujibu wa chanzo cha ndani ya Chadema kilichozungumza na tovuti hiyo, Uamuzi wa msajili ni taarifa mbaya sana kwa chama na unaweka chama katika hatari ya kisheria iwapo hakitatekeleza maelekezo hayo. Chanzo hicho kimesema kuwa viongozi wengi kwa sasa wako mikoani wakitekeleza operation ya no reforms no election. Aidha, mkurugenzi wa mawasiliano ya Chadema Brenda Rupia ameeleza kusikia taarifa hizo, akisema bado anazifuatilia na chama kitatoa taarifa rasmi pindi zitakapothibitishwa. Kwa upande wake, Mchome alisema siku ya Jumatano Mei 14 mwaka huu wa 2025 atazungumza na wanahabari kuhusu uamuzi wa msajili juu ya malalamiko yake, kwani hakukataa wala kukubali juu ya taarifa hiyo. Viongozi mbalimbali wa ofisi ya msajili akiwemo msajili mwenyewe Jaji Francis Mutungi na au naibu msajili Sisti Nyahoza wametafutwa kuzungumzia suala hilo bila mafanikio. Jitihada za kuwatafuta bado zinaendelea. Hii ndio imekuwa habari ambayo imetufikia na tumekuwa nayo katika meza yetu ya habari, nasi tunaisogeza kwako ili kusudi uweze kupata kujua na kufahamu kinachoendelea kufuatia sakata la chama cha demokrasia na maendeleo Chadema na ofisi ya msajili wa vyama vya siasa